Na mwandugu, wapenzi watazamaji wa La Voix d'Uvira TV ama Sauti ya Uvira TV mahali popote ulipo duniani, uh, ukiwa barani Afrika, barani Europe, barani Asia, Amerika, duniani kote, ni wakaribishe kuwa nasi ama kuungana nasi kwenye habari hii ya leo. Ndugu mpendwa mtazamaji, mahali popote ulipo langu jina mimi ni Te Vanker Ngale Musa. karibu kuwa nami mwanzo mpaka tamati ya habari hii ya leo, ndugu mpendwa mtazamaji. Uh, kwa hiyo nami mwanzo mpaka mwisho tuanze. Hiyo jana ambako ilikuwa tariki kumi mwezi wa kumi mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano ndugu mpendwa mtazamaji, ambako tulikuwa uh, tukiwa nchini ya demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, jijini Uvira ambako ni mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa muda baada ya kushikwa huko uh, Bukavu ambao ulikuwa ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, ndugu mpendwa mtazamaji, ambako kwa sasa nakuwa amilikiwa a chini ya uongozi wa, hasi, wa, hasi, wa M23. Ndugu mpendwa mtazamaji, tukiwa huko Sange, ambako ni mji mkuu wa tarafa la Uvira, uh, tulikuwa na mazungumzo ya kujibiana ama conference de ba kati ya vijana lakini pia watu wote wa huko Sange. Ndugu mpendwa mtazamaji, na uh, ulikuwa unashinikizwa umoja wa vijana ama mkurugenzi wa vijana wa jimbo la Kivu Kusini, ambako ndio walio oh, organize hiyo ndugu kutafuta ili kujikinga zidi ya adui ambaye anaitwa M23, huku ikisemekana kwamba anakuwa anasapotiwa na, uh, na inchi ya Rwanda huku uh, ujue kuwa inchi ya Rwanda inakuwa na uh, rais ambaye ni Kagame ama Paul Kagame. Kwa mwisho, waziri wa kilimo, wa media, na spika wa bunge ama msemaji wa bunge alisema kuwa yani, alijibu moja ya maswali yaliyoulizwa kuhusu kazi ambazo bunge imeshafanya pa Uvira tangu kuhamishwa ama kuamishia makazi yake hapa pa Uvira huku uh, alikuwa ana leno lakini pia ilijibu, ilibidi ajibu kwa kusema kuwa tangu o serikali ama jimbo la Kivu ya kusini kuhamishia makazi yake hapa Uvira kwa muda uh, inakuwa takriban ya makazi mengi ambayo anakuwa anafanya. Ya kwanza uh, imetoa moja za kodi uh, za ambao unaingia kwenye, uh, kwenye njia ya mazuto ama essence, ikatoa uh, omwe swasant pourcent omwe karant pourcent kwa kusapoti uh, wale ambao wanaitwa wazalendo ambao wanajitoa kwa mali na nguvu yao kusaidia lakini pia kinga uh, nchi yao huko uh, uh, kwenye shamba la vita, ikiwa maeneo ya kujuu uh, lakini pia huku kukazuizi ambao kama nyola katogota milima zote. Kwa hiyo uh, inakuwa ni moja ya kazi ambayo spika ama bunge inakuwa nafanya, lakini pia akasema kuwa uh, kwa sasa Uvira inakuwa na shamti ya barabara namba tano kuanzia huko Rompo mpaka Kabimba, lakini pia sio tu hiyo kuna kuwa pia shamti vilevile ya barabara kuanzia huko Uh, ku frontier mpaka Rompwe. Na hivi karibuni kutakuwa na ingine ambayo itaanza kwa sasa uh, hivi karibuni kabisa ni barabara uh, ambayo itatoka kwenye barabara lakini pia kubwa imbare tano mpaka kuelekea huko kwa Mwami uh, wanaita uh, rute Mwami. Kwa hiyo ndugu mpendwa mtazamaji, kulikuwa mengi zaidi. Uh, aligusia pia vijana na kusema ya kwamba huu ndo muda ya kuleta amani na sio kutengana. Kwa hiyo ndugu mpendwa mtazamaji, lakini pia msikilizaji wa media yako La Voix du Vira TV, sauti ya uh, Uvira television, mimi ni wako mtangazaji wa Zam Venker ngale Musa uwe nami mwanzo mpaka mwisho, lakini pia niache huku uh, Janvier Emmanuel Kaluya akikuendeleshia habari ya leo, ndugu mpendwa msikilizaji, lakini pia mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV. Asante sana ndugu Vainkere, katika uchambuzi wako ambao ulikwenda kuchambua kusikia leo. Mimi kama nilivyotambulishwa naitwa Janvier Emmanuel Kaluya kutoka televisheni yako La Voix d'Uvira TV. Moja kwa moja tutakwenda kuchambua kuhusu mashirika za kiraia mjini Uvira ambao zakataa kabisa kuundwa ama kuletwa kwa etat de siege hapa mjini Uvira. Etat de siege ambayo tayari imetangazwa na serikali ya Kinshasa kuwa ni lazima iweze kufika hapa Uvira na kuanza kwanza makazi zake, ambapo tayari mashirika za kiraia kupitia media, kupitia vikao mbalimbali ambavyo wameanza kuifanya wamekataa katukatu na kusema kwamba hawawezi kukubaliana na etat de siege iweze kufika hapa Uvira, huku wakisisitiza. Tulipojaribu kuwauliza kisa na madhumuni ya kukataa etat de siege, walisema kuwa na hawako katika hali mbaya sana zaidi, wakati TDS zitafika Uvira, hakuna majukumu ya raia yatakuwa ni uongozi wa kiserikali kwa hiyo, wanaendelea kusema kuwa, kwa nini serikali inaendelea kufumbia macho swala la M23 wakati gavana wa jimbo la Sid Kivu anaendelea kufanya vizuri? Kwa nini waweze kuleta etadiseji hapa mjini Uvira? Mashirika hayo ya kiraia yanaanza kulalama, yakianza kutoa vibarua, ambapo kuna kibarua ambacho waliweza kukitoa hiyo siku ya, hiyo siku ya ine, ambapo waliweza kutoa kibarua hicho kwenye ofisi ya guvernema provincial ama kwenye ofisi ya guverner de la province Sud-Kivu, wakitoa hicho kibarua wa chao wakisema katu katu katu, hawakubaliani kabisa na kutangazwa kwa etat de siege hapa mjini Uvira, huku wakitaja kuwa Uvira tumetesekea, Uvira tumeikomboa kwa nguvu zetu. Kwa nini sasa wanataka kutuchukua Uvira waipe mikono ya M23 walisipitiza kuwa wakati walipana itadi sije pale maeneo ya Goma Bukavu na Goma iliweza kukamatiwa, na hiyo ni mbinu tena ya kutaka wapane itadi sije uvira, ili uvira nayo pia iweze kukamatwa. Kwa hiyo wamekataa kwa tukatu kwamba hawatakubaliana na serikali ya Kinshasa ikiwa wanahitaji kufanya mambo yao maamuzi ambayo haitaendana na raia, lakini wao kabisa wamekwenda kuyakataa moja kwa moja. Tutangaze ku, eh, tuje hapa katika tangazo ambalo limetangazwa na FARDC. Ni tangu hiyo jana, tangazo hilo ambalo liliweza kufika kabisa na tukaweza kulisoma kwenye televisheni yako la Voix d'Uvira TV. Tangazo linasema hivi, tangazo linasema kuwa kila muasi wa FDLR anatakiwa kujiripoti mikononi mwa FARDC au mikononi mwa vyombo vya usalama pamoja na Umoja wa Mataifa ili wapate nafasi ya kukusanywa na kuweza kurudishwa nyumbani kwao huko Rwanda, na ikiwa hawatakubali kurudia ama hawatakwenda kujisalimisha, basi serikali itakamata hatua na kusema kuwa FDLR ni adui wa Kongo. Kwa hiyo wanatakiwa kujisalimisha mikononi mwa FDC pamoja na Umoja wa Mataifa ili kabisa waweze kuanza jitihada zao za kupelekwa hapo Rwanda. Nini sasa nasemi na uchambuzi kuhusu swala hilo, wakati eh, Kongo iliposema kuwa FDLR ni zaidi ya elfu moja mia tano ndio wanapatikana Kongo, lakini Rwanda ilisema ni zaidi ya elfu tatu huku wadadisi wa mambo mjini Uvira wakizungumza kusema kuwa sasa FDLR inapatikana wapi na wataitafutia wapi na imefanya nini katika tangazo lililotangazwa. Aba baadhi tu ya mikataba ambayo iliyosainiwa huko Doha ilisemekana kuwa, uh, serikali ya Rwanda itaungana na Kinshasa kuja kutafuta uh, FDL hapa nchini Congo ya kidemokrasia na watatafuta FDL nafasi ambapo M23 haipatikani, donc watatafuta FDL Bukavu, Goma na nafasi nyingine na Kamanyola, yani watatafuta FDL Luvungi na kupanda nafasi nyingine Burundi na kupanda nafasi nyingine kama vile eh, Fizi, Mwenga na nafasi nyingine zote ambazo M23 haijakamata, ndio nafasi ambapo watakwenda kutafuta kabisa, uh, hao wa FDL, jambo ambalo kabisa linaendelea kuleta changamoto kabisa katika shamra shamra ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Wakaji wa Uvira wasema kuwa hiyo yote ni mbinu za kutaka kutokomeza ili kabisa, uh, waweze kupinga uh, nguvu za wazalendo walizozionesha kwa hiyo wanajaribu kufanya liwezekanalo ili kabisa nguvu za wazalendo waendelee na kuzivunja. Asante sana mtazamaji wangu wa television La Voix d'Uvira TV ambaye ulikuwa nami mwanzo kabisa hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo ambazo tumeweza kuchambua na Jean-Pierre Manuel Kaluya. Ni utakie asubuhi njema na mchana mwema kwako, alamsiki.